Karibu tena kwenye channel ya Colend Farms, na nakusaidia wewe mzalishaji kuweza kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na maswala mazima ya uzalishaji. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na maswala mazima ya uzalishaji. Hii video ningependa nishene wewe kitu sensitive sana ambacho kinahusiana na masuala mazima ya haki za wanyama E, au uhuru ambao wanyama wanatakiwa waupate na, nitakupa, a, aina, e, ambazo, na zipate, kusudi, nitakupa aina tano za haki ambazo mnyama especially kuku anatakiwa zipate ili kusudi aweze kukupa kitu ambacho unakihitaji ukiwa unamfuga. Twende pamoja, nitakupa aina tano za haki ambazo mnyama kama mnyama especially kuku anazihitaji ili kusudi aweze kukupa matokeo ambayo yanatakiwa. Haki ya kwanza ambayo anahitaji huyo kuku, anahitaji uhuru wa kupata chakula pamoja na maji. Unapompa kuku wako chakula bora, ukampa na maji ambayo ni masafi na salama, itakuwa ni rahisi huyo kuku huweza kukupa kitu ambacho unakihitaji. Na wengi wanakosea sana, kuto kutimiza mahitaji ya kumpatia kuku chakula pamoja na maji, ila huyo mfugaji anahitaji huyo kuku amzalishie mayai mazuri, lakini pia ampe e, nyama ambayo ni nzuri. Hii itakuwa ni vigumu, kwa sababu unaposhindwa kuzingatia kumpa chakula bora pamoja na maji inakuwa ni njia ngumu sana kwa huyo kuku kuweza kukupa kitu ambacho na kistahili aidha kuzalishia mayai au kukupa nyama ambayo likuwa unahitaji. Haki ya pili ni haki ya huyo mnyama kuwa na faraja. Unapoangalia eh, mazingira ya kufuga kuku wako hakikisha kwamba unapomfugia unapo kuku anakuwa na uwezo wa kuwa na faraja muda wote. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba angalau huyo kuku awe na uwezo wa kuhisi kwamba muda fulani eh, msimamizi atapatikana kwa muda fulani. Na kosa ambalo mfugaji analifanya ni kwamba anawapa chakula kuku asubuhi, lakini anakuja kurudi jioni, huku kuku, kuku ameshaingiwa na stress za kutosha na amepatwa na changamoto za kutosha. Kwa hiyo kuku anapokoswa faraji, na kuwa ni njia mojawapo ya wewe kuweza kupitia changamoto nyingi sana, kwa sababu umeshindwa kutimiza wajibu wa kumpa huyo kuku wako haki ambayo alikuwa anastahili ili kusudi aweze kufanya vizuri. Haki ya tatu ni haki ya kupata uhuru wa kutokuwa na magonjwa, kutokuwa na majeraha na kutokuwa na maumivu. Hivi vitu vitatu ukiweza kuvizibisi kwenye masuala mazima ya ufugaji wako wa kuku, itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kufanya vizuri kwenye ufugaji wako, unapomwepusha kuku wako na changamoto za magonjwa, unapomwepusha na changamoto za majeraha mbalimbali E, inamlazimishia huyo kuku kuweza kufanya vizuri kwenye uzalishaji ambao umeutageti. Kama umetageti kuzalisha mayai, hakikisha huyo kuku hapati na changamoto za magonjwa, kiurahisi hapati majeraha ya hapa na hapa, kwa sababu ya changamoto ambazo umezisababisha mwenyewe. Unapofanya hivyo, unaweka njia nzuri zaidi kwa wewe kuweza kuzalisha vitu ambavyo unavihitaji. Haki ya nne ni haki ya huyo kuku kuonyesha tabia zake, wafugaji, watakua, kuonyesha tabia zake anazopaswa kuzionyesha eh, na wapo wafugaji wanashindwa kuelewa kwamba ili kusudi mnyama aweze kuzalishia kitu ambacho unakihitaji, lazima pia umruhusu au umpe mazingira ambayo watakuwa ni free kwake kuweza kuonyesha tabia zake, kuweza kuonyesha vitu ambavyo anavihitaji ili kusudi aweze kuwa huru kwenye mazingira ambayo yanapatikana. Na unapomzibia au unapomnyima baadhi ya tabia kuzionyesha, inakuwa ni ngumu kwa huyo kuku kuweza kukupa mahitaji ambayo anahitaji. Kwa mfano, unaposhindwa kuweka vichanja ndani ya banda la kuku especially kuku kwa ajili ya mayai inakuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kufanya vizuri, na mimi ninavyoona hapa hawa ni kuku ambao wapo bandani, lakini kwa baada ya muda ikifika jioni, huwa wanawafungulia wanatoka nje, wanafanya mazoezi. Kwa hiyo hiyo ni moja ya tabia ya kuku kudukaluka na kufanya mazoezi, na hapo inawasaidia wao kujihisi kwamba wapo vizuri, wapo eh, kwenye protection ambayo inatakiwa na hawawezi wakapata changamoto yoyote. Na hati ya tano ni uhuru wa eh, kutokuwa na woga pamoja na kuto kupatwa na changamoto zozote za huzuni. Kuku anapokuwa na woga kwenye mazingira yake, inakuwa ni rahisi kwa huyo kuku kupata stress nyingi sana, na stress kwa kuku inapotokea inakuwa ndiyo njia ambayo inaweza kumsababisha yeye asiweze kufanya vizuri kwenye uzalishaji ambao ulikuwa umemtargeti. Kama ukiweza kumpa mahitaji yake kuku pamoja na kuweza kupunguza stress, kuweza kupunguza huzuni ambazo huyo kuku a, anazo kuweza kupunguza woga ambao huyo kuku unamsumbua, inakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kufanya uzalishaji au. Hizo haki tano za mnyama ukiweza kuzizingatia na ukazifanyia kazi vizuri kama inavyopaswa, au utakutana na changamoto ya kuku kushindwa kufanya vizuri kwenye uzalishaji ambao umeutageti, kwa sababu umeweza kutumiza mahitaji ya huyo mnyama especially kuku, kuweza kukupa kitu ambacho unastahili kwenye ufugaji ambao unafanya. Kama una changamoto ambayo inakusumbua kwenye masuala mazima ya uzalishaji ambao unaupitia, unaweza ukaniandikia kwenye comment hapo chini, ili kusudi uweze kushauri, niweze kushauri jinsi gani ambavyo unaweza kufanya ufugaji wako uweze kufanya kibiashara zaidi na mwisho siku ukuletee manufaa zaidi, ili kusudi uweze kupiga hatua. Asante sana, tukutane katika video nyingine.